Wewe utafute wewe, wewe, wewe, chakula upike na bado umlishe. <laughs> something is wrong hapana. Huwo utaratibu hapana. Mi at least, for me in my house, mi jukumu langu ni kununua chakula, jukumu la mama ni kupika, jukumu la watoto ni kula. Tusiingiliane majukumu. Mimi nitanunua chakula, mama atapika, mtoto asipokula it's none of my business mimi nitalipa ada, mtoto anatakiwa yeye asome aniletee matokeo. Na mimi nawaambia watoto wangu, mimi nalipa ada, nyie mnaniletea matokeo mazuri, period. Hapa katikati mnafanya nini? I, I, I don't care. I don't really care. Ilifika wakati oh, siu mtoto afanye homework, nikampigia tu simu mwalimu. Mwalimu eh huyo mtoto vipi homework? Ah, hebu mtaandike fimbo mbili tatu, sasa hivi homework inafanyika. Simple, haiwezekani mimi nikalipa ada bado nilikuwa anafanya homework. Kwa nini anafanya homework yeye? Wewe ni mdogo uh, yupo chekechea anafanya, yupo sio Dar es Salaam anafanya. Ni utaratibu tu wa kawaida. Kwa sababu mwisho wa siku kila mmoja afanye majukumu yake. Mimi nifanye kazi ofisini mpaka sasa hivi usiku naongea nawe, nirudi nyumbani. Wewe oh, mweke haijafanyika. I cannot do that. I really cannot do that. Lakini unaanza kuinstitute your culture mapema kwa mtoto wako ili kwamba aweze kujua hili ni jukumu langu, hili ni jukumu la baba, hili ni jukumu la mama, hili ni jukumu la dada, we na majukumu yake. Na ndiyo maana ya familia kwamba there should be a clear line of role, majukumu ya huyu ni haya na haya ni haya, na maisha yanaendelea kwa namna hiyo. I don't think whether that should be hard.